Yes, habari yenu wandugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka mwenyekiti mwenyewe. Kama vile mnavyojua, nimewasili hapa kwenye mikrofone ya Oli Official baada ya kufanya safari mrefu na kwenda huko kufikisha yale madogo ambayo Wakongomani halisi wenye kupenda nchi yao wametoa kwa ajili ya wazalendo, na sisi kabisa, kama kawa, ni lazima tuwafikishie wazalendo kama vile mlivyotuambia, na sisi tumefikisha hapa Nyiragongo, Nyiragongo, katika uwanja wa mapambano kabisa. Tumefika huko na kuona kabisa ee, na kuna visu baza na kati ya pasi banaona mm, ni hatari kabisa kabisa, ni hatari ndugu zangu. Nyinyi wenyewe mutakuja kujionea, na nyinyi wenyewe mutaona, nyinyi wenyewe jinsi mambo inavyokuwa, ni hatari kabisa. Tulienda katika safari kubwa, safari ndefu, safari ambayo ilikuwa ya magumu. Na wengi watatuuliza kwa nini hamkutuambia kama mnaenda? Hapana, hatupashi kuambia kama tunaenda fasi fulani sababu ya sekurite yetu, na adui asijui kama kweli tunabeba kitu gani siku gani. Hatupashi kupanga mpango fulani hapana, tunapasha kuenda kwa wakati ambapo tumeona ni wakati official pamoja na kundi yote, watu wote, yani wale ambao wanatusikiliza, wana wote walitoa kitu kidogo, ili kwamba tupate kufikisha kule, na sisi kwa uaminifu wetu tunaendelea kabisa ku wafikishia jinsi vilivyokuwa na kuwapatia kila kitu kyote katika mtandao wetu, kama vile munavyoona. Acha tuachie basi, muangalie kidogo safari jinsi ilivyokuwa. hmm. Donke, niko kusoko deja. Apa apa tuko na kaunga, tuko na mchele na chumvi na

hii box ya chumvi elfu mbili. Okay, nawaza nyinyi wote mnasikia kisi banasema pale, ile ndio maprize yenye ziko lakini tuna tutakamata omwe kikamata ta, kaunga tatu inaweza kuwa mzuri tukikamata chumvi kidogo na, na mafuta itakuwa bien sana. Asante sana, munasikia nyinyi wenyewe kisi. Bitu iko tuko, niko kusoko hapa kabisa, niko kusoko niko naangalia mapri kisibi orombwe naoni, kuna kunakula franga ya bazalendo mie uyu, minenda mie peke kwenye bazalendo viko

atuna aja ya kukula franga ya bandugu yetu, tuko njo na aja ya kutumikia bandugu yetu. Mzuri e, hivi kabisa, mie Nkolomboka mwenyekiti mwenyewe, mara moja mimi naanza fika ku defense yabo, kwenye defense yabo iko njo kwenye mimi naanza karibia kufika, na mvule ko mingi kabisa. Mvula ayo iko mingi sana. Muko munaona e, tuko tunaenda tu, tuko tunaenda mpaka ndafika, mutaona batu e, banasema o oh, Kolomboka iko na kula franga ya bazalendo. Tunabasalimia sana nyie bote benye muko mufamie e, benye muko mufamie nyie bote wote, tunabasalimia kabisa. E, tuko tunaenda tu, tuko tunaenda tu kabisa. Tunawasalimia nie wote wenye mko mfamie kabisa, tunawapatia jambo e, tunawapatia jambo kabisa, nie wote wenye mko mfamie, tunasema jambo jambo yenu Kwenye tuko tunaenda njo kwenye kwenye kule likonyo kononele mulima kule njo kwenye tuko tunaenda hatutaangalia mvula hapana, se tunaendelea tu, tunaendelea kabisa. Bale walisema o, oh, Kolomboka eh? azo kolia biloko ya Bazalendo. Muone sasa, hakuna biloko ya Bazalendo enye mtu iko nakula Goma, kukweporia ya hivi hapa ni Mnorikivu, muko mnaona, tuko tunaenda tafutane na kwenye pandu yetu viko komsa, tuone kama mambo itakuwa namna gani. Nye peke mko munaona, mko munaona kabisa eh, kama tuko tunaenda na safari yetu tu tutaendelesha mpaka tufike kwenye biko e, mpaka tufike kwenye bandu yetu biko <laughs> e, Kolomboka kulumbuka mwenyekiti mwenyewe tuenda ku ligne de front, hakuna blague ningia ku ligne de front, ule mwalisema: oh, oh, oh, oh. bolombaki mingi bozangi mosala <laughs> e. Kabisa, munona kama mvula mvula ayo iko mingi sana, mwangalie yulu mvule iko lakini shi tunaenda tu, tulijianda kabisa na tunaenda kabisa, bila bila shaka kabisa. Tuko tunaenda tunaenda tu kabisa. Naona wengine biko wananiita mheshi, tunaenda tu, mvula mvule iko mingi metunaenda tu mvula juu, hakuna vile tunapasha fanya ni kufika mpaka kwenye bandugu yetu biko. Mko mnaona

niko kufron deja deja, muna ona ninyo nye, munaona er munaona kwenye wenzetu muna nye. muna wanalalaka munaona, deja niko kulini kwenye bazalendo munaona, kwenye bazalendo biko njo bale njo bale pale ile kilima njoo bashakamata, ile kilima njoo kule bashakamata ile, muko mnaona nye, nyewe neye mwishaona e, musiseme tena oh, Nkolomboka anakula deja apa. Minaza sogelea mina sogelea deja front, mshasogelea deja, eh, deja kwenye bandugu yetu biko na sogelea deja, kwenye bandugu yetu biko deja hapa muko munaona nisha fika maraa kwenye bandugietu bale pale yulu, siju kama muko munaona bandugietu bale pale yulu, batoto ya mama bazalendo bazashu kabisa, njo hapa muko munaona maraba e. Sasa hapa tuna uh, sema kama atutonesha maposition zote za bazalendo kwenye wiko hapana juu ya sekirite yabo tutaongea sasa, tutanza ongea sasa na mba, ba nani bashefu ba yabo. Tutaongea sasa na menyebaa bahusika sasa, na hapa mnaona nyinyi wenyewe kama tunafanya kazi Kolomboka, huyu iko nafanya kazi hapa. Sasa tutanza ongea sasa na bahusika, mnaona

akiona njoo hiki ilikuwa share ya, ya vinyanguzi ya M23, njoi baliinyanganya. Mimi minafika niko ku ligne de front tunaendelea. E, muko kama mununakama yenye, mimi niko nawaambia mipeke, Kolomboka mwenye kiti mwenyewe <laughs> e, mulisema mingi o oh, Kolomboka takula zetu Mie huyu niko kulinye de front, muko munaona muko munaona muko munaona nawazia njoku, minenda nibebe byenu tubebe byenu benzangu bashenda mbele e, eh, mie huyu kabisa. Vula njo natupiga sana, tuko mpori, tunenda mpori, tuko mpori. Muko mnaviona nyie peke, msikie sema sema oh, Kolomboka ipo natutanganya. Mimi nakwambia tunaenda, tunaacha kwanza studio, tunaenda, tuko na kamera, tutakia fanya vingine kesho, saa tunarudia, lakini emisio yote tutaifanyia huku huku. Leo ndalala huku mpori Umwone kama Kolomboka aiko wa blage eh, mukomunona, tuko kupori na mie maraba mipeke, mwenye kiti mwenyewe mina terire mupori, jutwende sasa. Bale wenye biko wanasema woo oh, oh, oh, oh! Mwone sasa eh, mi peke ndalala mupori leo lakini Yes, wandugu wapendwa eh, tunashukuru sana sababu, uh, yale ambayo ilikuwa ndoto ya wanadamu sasa inakuwa kweli kwetu shie bote. Leo Kolomboka amekanyaga kwenye uwanja wa vita, kulinde front ya kwanza, mimi hapa kabisa. Mumeona jinsi njia yote nilikuya, nilifanya vyote vile nilifanya, mnaviona. Batu balisema mingi, "Nkolomboka alikula pesa ya watu wengine", walisema vyenye wanasema, lakini leo tunashukuru Mungu sana. Mi katika mwendo wangu nilifanya, na nimefika kabisa Mvule linyesha pori ilikuwa mingi mayani maki sufrance ya mingi, lakini hivi nimefika na wazalendo wamefurahi, sababu nimewaletea kitu kidogo. Basi aiko minjo mineleta, lakini ni kundi yote ya Oli Official <laughs> na siko peke yangu hapa maraba, niko pamoja na na afale hapa kabisa, na atajitambulisha mbele yenu nyie wote, atajitambulisha tuko hapa mpodi, tuko mpodi kabisa, na naona mayaniko mingi, naona miti ndege hapa kuko baridi ya mingi sana. Acha ni waambie salamu, salamu sana ndugu Kolomboka, habari ya kuwa huku kwenu? Huku tunakaza, tunapoa kabisa Mapambano ni mapambano. Kwa majina, unaitwa nani, kusudi watu wakujue wakuelewe na Heh? Kwa jina, naitwa General Katembo Jean hapa Nyiragongo.

wote kuwatoa katika utawala wa awa adui a awa, wanafiki wanyanguzi wa... hawa <laughs> kabisa. Sasa watu wengi wanasema M23 wa itawaweza itabatosha, munyira gongo itabatosha, eske ni kweli kamanda? ve haina ina uwezo wa kuza kututoa hapa, ni mahali petu, ni udongo wa baba. Hakuna mtu anaweza kututoa hapa kabisa, hii ni mudongo ya mababu kabisa, na hakuna mwanaweza kuwatosha kitu gani una, ina tuasire kama hamtatoka hapa. Tuliona bana wapiga mafasi mbalimbali na Goma, tulikuwa pale wakawatosha, mulikuwa anachangana na Nyatura. Leo sijui binakuwa vinakuwa hiyo ni strategia ya vita mm. Wakati tuna vita inakua makali unakwasa muona unarudia nyuma kidogo, lakini sio kushindwa hapo mm, ni kujipanga tena sawasawa, u tuweze kumpiga adui vizuri vizuri mweze kumpiga adui vizuri vizuri. Sasa uh, bwana general ama Uh, afande, mimi nazoea kuita afande sababu kazi munafanya ni ya kuheshimika. Sisi hatuwezi kuyaweza, lakini eh, tunaona kabisa uh, kwenye mtandao wazalendo na FARDC ampatane ampatane, ni kitu gani kwa, kwa kabisa ambayo inatuma eh, mko munazozana zozana, na mko watoto wa baba baba moya. Tuko watoto wa baba moya lakini, e FARDC mara wanakula rushwa, wanajiunga na maadui, ndio sababu sisi tunawapiga. Hatupendi mtu mwanyanaza kia kutaka kutunyanganya udongo wa babu zetu sisi wazalendo shauri yetu ni kukomboa watu kutoka chini ya utawala ya wale wa adui wote, na mtu ote mwiko na mawazo mabaya yaiju ya kukia kutusumbua tunamsukuma mbali, tunamkamata kama adui. Asante sana, nashukuru sana eh, afande. Sasa huku uh, munakula je munalala je? Eh, mimi naona baridi kuku na inakuwa magharibi. Kama jeshi tunazoea hiyo hali Baridi ni kama kawaida. Kukula tunakula tu, Mungu anatusaidia na tunajipigania si wenyewe, kwa kupata cha kitu ya kukula. Na tunaendelea kusihi wakubwa wetu wa nchi waendelee kutukumbuka, watusaidie na chakula na dawa. Asante sana. Naona tunaleta tunaleta dawa tunaleta madawa fulani fulani tuliuza e, tunaleta na vitu unaona, tunaleta vitu gani sema hivyo weye juu bengine basi tulileta hapa. mimi minaona masaki ya mimaragi minaona saki ya mchele minaona saki ya bunga mihindi na mafuta kafindondo basi na madawa mengine ya kusaidia watu wenye walilumia. Tunashukuru sana Asante. Na hii ni kidogo yaani ni kidogo ya kuwa kitu ni kidogo sana. Yani, watu walijinyota, naweza sema walijinyota kabisa, ili kwamba tupate kuwafikishia haya madogo ambayo nyie mumeona, na ninajua kama kwa siku zinazokuwa mbele Mungu atasaidia, tunaweza leta zaidi. Tunaweza penda hata tulete kamio mzima ya chakula hapa, na nyie muishi na mkue. Na sasa unaweza sema nini kwa wale watu ambao walijitoa kufikisha pesa zao? Tunasema asante sana kwa wale wenyewe walijitoa kwa ajili yetu. Hiyo inaonyesha esprit ya patriotism, inaonyesha kama wako pamoja nasi na sisi tunashukuru sana kwa gisi wanatunga mkono na njuma, tutajitoa namna yote ili tuweze kuwasaidia na tuweze kukomboa mahali popote. Na bale ba diaspora venye viko inje navo valijikaza kutosha ata ile endolare endolare, na leo ina inafika mikono yenu, na waza mwejioneani wenyewe tunajionea na tunashukuru. Tuna sana kwa diaspora tunashukuru kwa watu wote wote wanatuunga na mkono. Tunasema Mungu awabariki na wakue na ile nia ya mzuri ya kuweza kutusapoti sababu, Kongo ni yetu, Kongo ni nchi yetu, lazima tuweze kuwa na ile idee moya ya kukomboa watu wote chini ya utawala wa adui. Nyiragongo, jana tulisikia kama mlikuwa mapambano, biliendeka namna gani? Mapambano ya jana iliendeka namna mi? Niko na boga lakini, <laughs> usio na boga kabisa. Hii ni kazi yetu, tunaelewa vizuri na tunajua kama adui kwa njia tutatokea, tutamupiga na kumkimbiza mbali na mi. Nilisikia kama adui mulilunguza gari ya adui, ilikuwa ni gari ngapi mulilunguza? Na adui saa alisikia vile kukimbia? tumelunguza gari makumi mbili na nne ya wadui, na adui alipoona hiyo akakimbia. Atujue mahali penyewe ameelekea, tuko namfuata mpoto, tuangalie kama tunaweza kumkamata mahali pote kuwa anajificha. Naona mmekuwa na shar de komba hapa, ili shar de komba mliitosha wapi? Tumetosha kati ya mikono ya wale wadui salikia, so, tukawapiga tukawanyanganya ile shar de comba. Wilingoma kila siku anasema ya kwamba munavuta bangi <laughs> unasema nini? ile ni mawazo yake, ameshindwa amechanganyikiwa sana, ndio maana niko na maneno ya kusema sema tu kama akiwelewele moo hivi, lakini naye si kitambo, bado tutamkamata. Asante sana, sasa nataka nikuulize hivi guvernema aiwasaidie na arme zinakuwa, uh, sijui mara mingi mnasema ziko kidogo naona lakini vijana wanavalia wanavala kabisa silaha ndani ya mikono yao kabisa, na kwa kweli <laughs> silaha mnazitosha wapi? Silaha mara mingi tunapiga adui, tunamnyang'anya silaha, na zingine tunazitosha katika mikono ya FRDC. Adui wakati anapokea kwa njia zote kusaka, kutupiganisha, tunampiga na tunamnyang'anya adui, na njio silaha nzi ambazo tuko nazo hapa. Asante ah, kabisa manake government ni, ni mzazi, ni mzazi kabisa kuwasaidia mzazi, inaendelea kabisa kuwasaidia hii coalition ya ba ya VDP nyie muko mwa apeselese na wazia, si tu kumwa apeselese. Sasa DV, VDP na nyatura yote kwa ansigle eh? na general ya kutumba ngoma zito, eh, wale wote munatumika nao vizuri sana, wale wote tunahusiana nao vizuri hakuna shida. Tamoja tunaendelea kukomunike nao na tuko pamoja sote, tuko na objective moja ya kukamata nchi yetu na kuirusha katika mikono ya rais. Sasa kwa nini kama muna, make munapenda wakamate Bukavu ndio nanie mkamate Goma. Sasa wakamata Bukavu nasi tunakamata Goma, hiyo ni kazi yetu kabisa <laughs> Aa, kabisa kamanda, ninasikia ninacheka na ninafurahi sana. Wandugu wapendwa, mumemsikia kamanda kabisa, yeye mwenyewe mwenye kiti hapa kabisa, akiwa pamoja na majeshi. Labda kitu ambacho hatutawaonesha hatutawaonesha, uh, masura za watu sababu ya usalama na kuchunga pozisyon zetu, basingeli kuziingilia, lakini kitu ninachowaambia ya kwamba moponde subscribe yenu leo ni changamoto kabisa. Nkolomboka mwenyewe kwenye uwanja wa mapambano, mimi kabisa mwenyewe mwenye kiti papa, niko hapa nikiwa mwenye kukwambia ukweli na mambo habari isiyokuwa na